rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, hii dawa naona hapa hii tunaitengeneza hii, hii ni dawa nzuri sana ya mtu mwenye mdudu, hasa hasa kwa watu ambao wenye wadudu wa kidole, inasaidia sana bi idhnillahi taala. Ni dawa nzuri sana kama unajihisi wewe una mdudu wa kidole na kusumbua sana, kuna vitu vya kuchanganya. Kuna huu mti, wengi wanafahamu huu mti, lakini sitoshe, kuna dawa zingine za kuchanganyia ambazo tumezimix katika hii dawa sawa, eh? Tumezimix katika hii dawa na kuna bado maandalizi mengine ya kuandaliwa katika hii dawa na na, hii unavyoiona, hii ni dawa nzuri sana. Kama mtu ana mdudu wa kidole atumie, insha Allah itamsaidia sana hii dawa, kwa kufunga sehemu ya kidonda. Umeona vizuri, kama ana mdudu au una vipele mapele, soisha au una vijipu ambavyo ni sugu, tumieni hizi dawa ni nzuri sana biidhni llahi taala. Nachikumba kama subscribe usahau kusubscribe. Hii ni faida ambayo nimekupa hapa. Unajua namna gani ya kutumia hii dawa na kuitengeneza hii dawa. Insha allah kama kuna swali, uliza hapo chini.